Kwanza kabisa namshukuru Mungu, maana ndiye amenilea na kunitunza mpaka wakati huu. Pili, nawashukuru wazazi wangu, wamenilea wamenitunza, pamoja na wadogo zangu. Tulizaliwa watoto tisa, hawa wazazi walifanya kazi nzuri sana. Tatu, nashukuru kanisa langu Hili kanisa limenilea tangu udogo, nimekulia kwenye kanisa, nimesomea kwenye kanisa. Alleluia. Na nimefanya kazi kwenye kanisa Alleluia. Mungu ashukuriwe sana. Nawashukuru na wengine wote ndugu zangu ambao tunafahamiana. Mungu atubariki, atuongezee siku na atuongezee kumpenda nakuwa na tayari katika ufalme wake. Asante sana mzee, Mungu akubariki sana. Tupe mkono wa baraka, tafadhali weka sadaka yako sasa. Ana sadaka yake. Karibu na wale ndugu ambao wana sadaka, wata, wata mje sasa, ni muda wa kuweka hiyo sadaka ya shukrani tu kwa leo. Asante sana mzee, anamshukuru Mungu wamtukuza. Ndugu wale Karibuni pia muweke hiyo sadaka ili tuingie katika kuwaruhusu vijana wetu. Asanteni sana jamani, miaka tisini sio mchezo, na mimi namuomba Mungu nifike hapo, alafu niendelee kutembea eh.